Dada, mambo vipi? Ah, mimi niko poa. Kwa majina naitwa Mboy aka kiongozi, kiongozi wa marastiboni, mm, wale vijana ambao wapo kama mimi, unaona. Ah, ukiniangalia unaweza kusema tapewa mapenzi, lakini mimi niko sawa. Ah, na na mimi ni mtu ambaye napenda wadada kama nyinyi. Ah, lakini kabla sijafika mbali nikuulize kwanza, jina unaitwa nani? Ndio. Unaitwa nani? Naitwa J. Sio, kwa nini hivi una shida gani na minaluza, na mimi. Well, mambo vipi, shari kama kawa, brother. Safi kabisa. Samahani mimi, ningeomba tufahamiane, kwa majina naitwa Wabongo. Sijui mnaitwa kina nani nyie. Naitwa Sokolindo. Yana, mimi naitwa Kunesa. Mimi na shida nzuri tu unajua uh, sisi marasti boni waga atunaga mambo mengi unaona, waga tunaga mambo mengi kabisa. Uh, mimi nimekusimamisha hapa kwa sababu we ni mtoto mzuri an mm? Eh, umepangika yani. Kifupi nimechanganyikiwa mimi, nataka we mpenzi wangu, yani nimekupenda, na usiniulize kwa nini nimekuwa fasta hivi uh, yani unaona, kwa sababu atunaga mambo mengi nakutafuta uh, Uh, samahani jamani, kuna jamaa yangu mmoja hivi muhuni muhuni hivi namuulizia. Uh, inasemekana jamaa mwenyewe anapenda kukaa maeneo fulani hivi, wanapokaa wahuni, wanatafuta mishasha. kwani wewe ni nani yake? Ah, uh, yule jamaa ni rafiki yangu sana. Nimepotezana kitambo, hona mtafuta ili tusalimiane tupeane hai, siku nyingi. si unajua tena huyo mtu, sisi hatumjui na wala tujawahi kumuona, labda uendelena safari ukamuliza huko mbele. Nyinyi nyuso zenu zinaonyesha kuna kitu mnakijua, ila mnanificha kaka. Sisi tumesha kwambia, huyo mtu sisi hatumjui. Freshi, hamna noma jamaa. Alekaka, unaondokaje? Mbona bado hatujamaliza. Takutafuta baadaye. Wewe yule ulikuwepo, unaongea naye nini? Mbona ameniona akakimbia? Mnaweza kuuza madawa ya kulevya hapa? Hapana, kipenzi. Ungefika kwanza ukanisalimia alafu kisha kaniuliza ule nani alikuwa na shida gani, usipanic basi. Au sio? Yani, msela kabisa anamuona na midevu yake ile, yani kama anakupiga saundi flani hivi, alafu alivoniona akachola. Haya, hebu ni chane, ulikapo naongea naye nini yule jamaa? Hapana, Mimi mwenyewe sijajua akashtuka nini ile, kananiambia tanitafuta nastoshe, alikuwa janielezea chochote kwenye kupenda hajasema hapo, hapana jiongee chochote kipenzi. Unauhakika? Ndio, nauhakika mpenzi wangu, we mwanamke, mi nakukubali. Halafu kubali kwangu kusikufanye wewe ukavimba kichwa. Mi naweza nikakuzingua muda yote, time yoyote na mazao yoyote. Acha basi asila kipenzi, kuwa na amani, mi wako tu. Ongoza twenzetu. Sawa. Ah, ongoza sasa nikuangalie nyuma. Acha basi asila. Ah, mimi sijakasirika, ndo nilivyo, nataka niangalie nyuma unavyotembea inaenda. Ile japaniki panic. Hamna, mimi niko hapa. Nitajuje kama uje panic. Wewe unataka nifanyaje? Nifanyie tu chochote ili nijue kwamba uje panic. Ah, ushaanza vya mabusu busu wewe misi... Kidogo tu. Ah, mimi sijala bana. Kidogo ah, tu mpenzi wangu. So, unajua toka asubuhi tu nana. Ah, wewe mabusu mpaka ule. Hapana bana, ah, kidogo tu. Mm. Jamani, nakuchoma mpaka na stick. Asante. Ah, tangulia nilikuwa na nyumba. Odi. Dogo, karibu. Asante, Asante. Nimeagizwa na mlezi anakuhitaji. Sawa. Kuna kazi kidogo namalizia; mwambie nakuja. Sawa, mtumishi.

unajua ku yakanyaga sasa niboi umeyakanyaga tena kivipi unajua kabisa wazi ni jo vide mwangu afu majuzi kati hivi katoka kunitambulisha kwa kakake sasa wakati nipo hivi mazingira kuna demu nimemuona nikamsimamisha nikamtongoza kidogo kakake kaja ini kifupi kanifuma yani hapa nimechanganyikiwa na mimi jo vina mwelewa yani na nahofia anaweza kaenda kumwambia afu ikawa shida kwa kweli umeyakanyaga ila kwa ninavyomjua mbuni kivyovyote tayari taarifa zimeshafika kwa dada yake. Umeshaona. Kwa hiyo ninacho kuomba sasa wekaombe msamaha kwao, bila hivyo sidhani kama mahusiano yataendelea tena. Ah. Sasa mwanangu, hapo nikamwombe msamaha nani sasa? Kamwombe Mbuni Jovi. Maana hapo sielewi. Niende kwao kuomba msamaha? Ah. Yeye anachanganyikiwa kabisa. Calm down yani boy. Sasa wewe unamtongoza Mbuni au unamtongoza mdogo wake? wekamwombe msamaha mdogo wake kabla mambo hayajawa mengi. Po mwanangu, mimi ngoja niende kule nikarekebisha mambo, kitakachojiri mimi nitakupigia simu, nitakuelekeza. Don't panic for this time. All right? Hamna noma mwanangu. Mimi ngoja nikimbie chapo. Okay, this is life.

Wabichi boy, mbona tunagandana sana, shida nini? Kaka unaweza, shida ni nini? Akwa tumeiba nguo za watu, unasikia? Uwenandi wewe, isikilize kwa umakini mwanangu, mimi sijaiba hizi nguo, ni za kwangu, nimechukua aafu mi hizo pigo sifagirie, nikusomee kodi, mdogo wangu Uwe zuchu tu mchumba caca wewe, yaani nitakukatakata nikuweke pale uwe mishikaki. Mdogo wangu mimi sinaga hizo pigo za, yaani wewe chekecha auti kakahikifanya sio kitu kizuri ungejichanganya kukaza kidogo, ndo ningekuonyesha vizuri, mpumbavu wewe. Sela babu, chapuchapu, mi sio shoga mazingira Hemu najipatia nguo kali kabisa papa kali kutoka Dubai. Hii nguo kavazuchwa wakati upo kwenye stage kwenye Yanga Day eh, so unaona pamba kali eh, kabisa inakutosha eh. Sela sela kibaharia so unajua zile dada yake bei chesa wana bure kabisa, ukifika bei mimi nakuuzia. So unajua zile chap chap kibaharia nini, hemu icheki chekecha hapo icheki, dada yake, icheki bei chesa wana bure kabisa. Dada yake, usiniogope kwenye muonekano wangu, sawa? Dada yake, kabisa, chap chap dada yake Cheki vizuri hiyo ina kuenea tena vizuri, bei che sawa na bure kabisa. Ukiona ina kufaa, tunaenda bei peshi, kisela kibaharia ndo bei gani yaani. Dada yake, hiyo elfu kumi na tano, bei che sawa na bure kabisa, ya Kitanzania. Dada yake, hiyo bei ya kuchukua kabisa, bei che sawa na bure kabisa, elfu kumi na tano. Oh dada yake, kwa leo una bei gani hapo tu, hadi tumalize biashara mimi niondoke zangu, kisela kibaharia nini peshi. Mimi na buku tatu hapa, leta hata buku tano mimi nikuachie hiyo nguo, unajua zile eh chapchapu, sela